bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi sayyid sallallahu alayhi wasallam baaday tupo katika viunga vitukufu vya mji mtukufu almadinatu almunawara mji wenye nuru mji wenye faraja na mji wenye furaha nuru faraja na furaha zinatokana na mtukufu wa viumbe aliyolala katika ardhi hii ambapo mahujaji kutoka pande zote za ulimwengu kufika hapa na kumtembelea mja huyo. Leo tunaendelea na shughuli za kusindikiza mahujaji waliobahatika kutekeleza ibada ya haji ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano kupitia taasisi mbalimbali mbali za Tanzania. Aliyokuwa mbele yenu sasa hivi kupitia televisheni ya Al Azhar TV Tanzania atajitambulisha mwenyewe. Nikiulizwa mimi, nitasema ni mtu mwenye Dar es Salaam yake Je, yeah, Saudia inamtambua kama nani? Salamu alaykum Alhaji. Wa wa rahmatullahi alaykum salaam wa barakatuh. Wafuatiliaji wa TV ya Al Azhar Tanzania wanataka kukujua wewe ni nani kijamii lakini wewe ni nani kiibada? <coughs> Mimi naitwa Mahdi Muharram Saleh. hmm. Tumekuja na taasisi ya BAKWATA kama viongozi. Ndio. Yeah. Nashukuru Mwenyezi Mungu tumetoka kumaliza ibada kwa Tukomaka. Naam. <coughs> Na, na sasa hivi tumekuja Madina na tulichotaka na kuambia wa mahujaji kwamba no. Watathmini no. Sisi tunakuja kwa magari no. Ni sahala lakini, no. Wakati huo mtume anakuja na masahaba sallallahu alaihi wasallam no. Sasa ichukulie nafasi ile, kama wakati huo ungeambiwa wewe uje kwa miguu ingekuwaje? Yes, no. na hali kwamba unakuja na magari unaona shida wakati no. no. unachelewa. Yote ni kwamba na ndipo ilipoanza ile hadithi innamal a'malu binniyat wa innama yes, mm -hmm. Sababu mtume alikuwa sallallahu alayhi wasallam, hali ya kwamba aliondoka na baadhi ya kina mama. Mmoja katika sahaba alikuwa na nia ya kuhama. Naam. Lakini ilikuwa nia yake ni kumfuata yule mwanamke. Mashaallah. Kwa kuwa mtume alikuwa yeye Mwenyezi Mungu kama anavyosema wa ma yantiku anil hawa in huwa wahyun yuha. Naam. akawaambia, innamal a'malu binniyah, hakika kusihi kwa kila jambo ni anategemea nia. <takiniya> <takiniya> Mashaallah. wa innama likulli mri'in ma nawa hakika atapewa mtu kwa kila alichokinuia kwake. Ya Salam. kana hijratu hijratu ila ila Allah wa Rasool, ila Allah wa wa Rasul. Rasul. Naam. Fa ya Naam. Alihama mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake atapata kwa nia yake. Ya Salam. Waman kana hijratuhu lidunya. Naam. Au imra'atin yusibuha. Naam. Mashallah, sallallahu alayhi wasallam. Alhaji Al eh, umeonekana mara kadhaa ukija katika viunga hivi vitukufu, ima kwa misimu ya haji au kwa misimu ya umra. Hii ni fursa ya kipekee ambayo mamilioni ya watu wanatamani kufika japo kwa siku moja. Bahati hii kwako unaichukuliaje? Kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, ni taufiki, sababu yanayopatikana hapa hayapatikani katika miji mingine na, eh, Hassan Basri anasema ni kuli hasanati alfi mara mia, mashaallah, mashaallah, kwamba njema yako moja huku ni sawa sana laki. Na naam, ndio maana ukaambiwa kule ukiswali unapata laki. Mashallah. Umesema la ilaha illallah unapata laki. Umesema subhanallah bihamdi subhanallah adhim laki. Kwa hiyo tofauti na miji mingine yote ambaye utakafanya amali yake yeah, na ukiambiwa amal ina malipo mengi naam, si kama moja kwa moja, pia naye utapata naam, shetani naye anakuzaini. Ni kweli. Eh? Ni kweli naam, kama unapoona katika somo mtume alisema kam min siyam sallallahu alayhi wasallam illa sawmul jua wal atash. Wangapi wenye kufunga hali ya kwamba atakuwa yakana njaa na kiu ndani ya somo? Baada ya kwamba wewe unaghufuriwa madhambi, ndio kwanza utasengenya, utasengenya, utasengenya. Naam. Eh? Naam. Sasa ichukulie Mtume sallallahu alayhi wasallam aliosema, eh? katika Mashallah. hadithi yake ndogo naam, lakini ukiitizama unakuta kwamba kuna mantiki kubwa, eh? ile sala yafus... <laughs> wala fusuku, wala jidal Eh, utaona kwa nini alisema haya Mtume. Ndio ile ibada yenyewe imezingiwa na mambo hayo ya salamu, eh? ya salamu, baada wewe kufanya lile jambo la kumfurahisha Mwenyezi Mungu utasaka kusema jambo baya, jambo la kwamba kwamba, kwamba kusameheana, we utataka mjadala eh, na jambo lingine lolote ambalo unalolifanya kwamba wewe ili mradi kwamba uizikose vile thawabu. Si kwamba ukiamua utapata utapata tu la, eh, ujue kwamba na kukosa ya salamu, eh, kinyume chake Yes, na ndio wengi Mwenyezi Mungu azanallahu min dhalik, tunakuta no. Watu hawana mahaba naam. no. Watu hawana kuchukuliana naam. no. e, ili waletane ile mijadala na ile zile fusuku Naam. No. Eh, sababu huyu atamkebei huyu huyu atamdharau huyu atasema huyu, mradi no. kwamba shetani anakuzaini kwamba ukose. Na kwa shetan, yes, kusikitisha. Ndio. Baada ya watu kutoka Arafah. Naam. No. Siku ile mtume anasema, inna Allahu yubali malaika yes, mazingu no. anajigamba kwa malaika zake na no. undhuru ibadi, tazamini waja wangu no. Yauni wamenijia mimi no. shuthhubran no. e, ushidukum inni kadi kafatu lahum nakushuhudisheni no. na mimi nmawasame yes, lakini pale palepale, ushatoka Arafa unakuja no. umra, watu wanazozana watu yes, wanagombana yes, e, natija haipatikani yes, lakini nunatizama kwamba ni nunatizama kwamba ni uchache wa darasa no. sababu watu hawajapewa darasa za kushiba ili wa kwamba huko nakuja kufanya yes, jambo gani e? Yes, ma ni masaa tu ndio Arafa ni masaa sita ni kweli eh, ni kweli eh, lakini kwa nini unaambiwa kwamba ushasameheka kwamba kwa yote uliyoyafanya, na wala usichukulie dhana mbaya kwamba mimi labda bado sijasameheka. Naam. La, lakini njoo Muzdalifa. Naam, watu watagombana, watasengenyana, wata wata unasogea hapa mimi hapa pangu eh. hmm. yote kwamba hmm. eh, haiji katika ile hadithi, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim <coughs> kama thalil jasadil wahid mthamniawadaarahuwataau kamaawai idha shtaka a'udhu Naam. Tadala usairi jasad fil hum wa sahara. Ya salam. Eh? Ya salam. Tumuombe Mwenyezi Mungu kuja kwa mara kwa mara sio hoja. Naam. Lakini kuna ile tawfik. Naam. Na kwamba Mwenyezi Mungu akukubalishe kwamba kwamba wewe itirafu kwamba wewe ni mja na yeye ni, yeye ni yeye, yeye ndo Khalik Mashaallah. Eh? Ili Mwenyezi Mungu atulipe, tunataka sana tupate darasa za kutosha. Amin. Eh? Amin. Eh, Alhaji Alhaji Mahdi. Naam. Kutekeleza ibada ya haji ni moja ya hadhi kubwa. Naam. Lakini kikubwa zaidi ni kuilinda ibada ya haji hmm. ili ikutane na malengo hmm. ya ghufira lahu kama vile alivyozaliwa. Nye watu wa mjini, Naam. inawasumbua kiasi gani hmm. kuweza kuhifadhi ibada zenu za haji mpaka kukutana na haji nyingine, au mpaka manake, Allah labda anawachukua inakuwa shida kiasi gani, na ukizingatia kwamba mjini imekuwa ndio makimbilio ya watu wa aina zote, unaweza kutuhadithia kidogo? Kwanza, Mwenyezi Mungu anasema rabbaka yati yakini waabudu, eh, hata yatiyakal yakini hmm. umwabudu mola wako mpaka ukufikia mauti, sio ibada ni vipande vipande. Sahihi kabisa. Eh, kabisan. Kama unavyoona swala, ukiswali swala alfajiri, ukishamwambia Mwenyezi Mungu iyyaka naabudu wa iyyaka nastaeen hmm. ikutane na dhuhuri ya salaam, dhuhuri Ya salaam, eh, Ya salaam, kutana la la la Ya salaam, na laasiri Ya maghribi, maghribi. Sasa ikiwa kwamba hii ni siku moja kwa Ndi. hiyo kesho yake tena huwezi ukamwambia Mwenyezi Mungu iyyaka na'budu baadaye unakuja kumuasi. Sahihi. Lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu Ndio. Yeye anatuambia, wala tahsabana alladhina kafaru mujizina fil ardh. Naam. Msidhani, msidhani haonye kukufuru wametushinda. Naam. Eh? Naam. Wamawahu nar adhana llahu min dhalik. Amin. al-masir dhalikialmasir na kazi yes, ni mabaya kurejea katika moto. Subhanallah. Eh? Subhanallah. Kwa hiyo miji ni miji ambaye inakuwa ina hatari. Naam. Sababu ndani ya miji ukitazama katika hadithi nyingi za Mtume. Naam, sallallahu alaihi wasallam. Hawakumuuliza watu wa miji. Wanaotoka utasikia mtu ya Arabi. Naam. Eh, unasikia ja rabbi, hakuna mm. mtu akimjia aliambiwa ahlul watan eh, ahlu ahlu ahlu Madina mm. ah, ah, watu wa miji kazi yao ni kudharau na kukebehi, lakini wale wa wale mabedui walikuwako mashamba huko, watu ambao wenye ihtiramu na kujua kwamba wanataka nini kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumchukulie mm. eh, mfano sahaba Musa bin Umair <coughs> kijana mdogo alikuwa na uwezo ndani ya nyumba yao, alikuwa ni nadhifu akiingia mahala ile uturi yake unajulikana kapita Musa, yes, lakini kaja kufa mpaka kwamba ile sanda hana, wakamzibia majani mwalimu. Mtume subhanallah subhanallah, kwa eh, eh, hiyo mtume lomtume lomtume asiwe kwa kumtamka, lakini no, atuingie atuathiri ndani ya nyoyo no, ili kama tukutane naye hiyo siku ya siku, kama alivyosema no, Saubani Saubani no, akimpenda mtume kikweli kweli no, kama hajamuona hajamwona na konda kafika, yes, kumwambia kaifa naraka Rasulullah, anta fi dajatil ula nahnu aswala minka, hivi tutakuona mtume. Hakumjibu, lakini aliteremka Jibril, akamteremshia aya no, wa mayyitu lahu rasula fa ulaika alladhina anama Allah alayhi minan nabiyyin wasiddiqina wa shuhada Alhaji Al Tanzania, ni miongoni mwa mataifa yaliyopata bahati kuenda katika tukio la kitaifa lenye maana wa mustakbali wa nchi ambao ni uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na wajumbe wa baraza la wawakilishi na madiwani. Kama Muislam, kama Alhaji, uliitumiaje fursa hii kuiombea taifa lako au nchi yako? Kuomba au kuiombea nchi ni jambo ni muhimu hmm, tofauti watu wanavyochukulia dhana Yeah. Sababu unapomuombea mtu yeah, au unapomuombea kiongozi, sababu na we umo na kutokea hmm, balaa kama wanavyosema, idha nazala albalaa ya umu salih wa talib subhanallah. Balaa ikitokea mwema na mbaya wote wanaingia. Sahihi kabisa. Eh, lakini Sahih, sisi kabisa tunapata fursa kuja huku sababu tuna amani. Naam, sahihi sahihi eh? Sahih. na tunarudi tunajiaminisha, tuna amani, tunarudi. Sahihi. Leo tuambiwe kwamba yapoti imeshikwa, watu hawateremki, tunaenda kwa nani? Hatuwezi kwenda eh? tuwezi kutoka, tuwezi eh? kuingia. Naam, wala hizo ibada hazifanyiki Leo katika, unaambiwa kwamba ukiwa na hofu tu kwamba labda utakutana na jambazi au nini basi, si lazima kwenda jamaa, eh, utaswalia, ili kwamba usije ukaiangamiza nafsi yako. Sahihi kabisa, eh, sahihi, eh, eh, hi eh, sahihi. Eh, kwa hiyo kuiombea nchi ni jambo la wajibu. Yeye mwenyewe Nabii Ibrahim aliyeombea, alayhi salamu, naam naam, hii nchi akasema, baatha fihim rasula, kwamba ateremshiwe mtume, naam eh, naam akaiombea nchi hii na matunda, naam, rabbi in yaskamtu. Kwa hiyo kuiombea, ndio haya neema tunazokula sasa hivi, naam, na hali ya watu hapa hapa, ya salam, ya salam. Alhaji, bismillahi mashallah, maelezo yako yamenyooka sana. Wana Azhari wanaofuatilia katika TV hii wamekushuhudia katika majukwaa kadhaa ya kumsifu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasalama, na hivyo wakajiridhisha kuwa wewe ni miongoni mwa habaib rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Upo katika viunga vyake leo vya Madina, kilomita moja kufika sehemu ambayo Bwana Mtume amelazwa pale, lakini leo unaliasha jiji hili tukufu na kurudi kwenu Tanzania, Dar es Salaam, mji wa amani Kuacha jiji hili ambalo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio yupo hapa, mtukufu wa daraja, mwalimu wa walimu, kiumbe bora, unamtizama, unamtembelea, unamsalimia utakavyo. Leo naliacha ile jiji na fursa hiyo inakuwa imeondoka moja kwa moja, mpaka uje tena ambapo hayo ni majaliwa. Hili linakuathiri kiasi gani? Nitasema neno alosema mcha Mungu Ahmad Rifai Kabiri. Naam, huyu bwana mkubwa alisema, wa fi halati budi, naam

Wa hadhi dawlati al-ashbah kad hadarat ya salam kwa mbali nilikuwa nikikusalimia. Naam, leo nimekuja katika kaburi lako. Maana huyo Ahmed akaja kuzuru Mtume, naam, sallallahu alaihi wasallam shafati ya salam. Sasa na sisi ndio hivyo hivyo, tumepewa fursa tutakapokuwepo ukimsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, allahumma salli wa sallim alayhi wa ya ya ya salam salam popote salatu salamu alayka rasulullah. Anasema hanisali mwenye kumsalimia isipokuwa radda Allahu ruhu ya salamu, eh, hata yusallimu ya salamu, alayhi ya salamu, eh, kwa hiyo salamu ndani ya mdomo wetu mtume asitoke sallallahu alayhi wasallam, sio eh, eh, kwamba tumekuja hapa ukitoka no. Hapa la umesahau Hmm. Na ya kuathiri yale ambayo ilikuwa ya mtume Muhammad. Sallam Sallam alayasalam. Alayasalam. Fursa iliyokuwepo nzuri siku ya Alhamis na Jumaa yake malaika Ma za anateremka na karatasi za dhahabu na kalamu za fedha anaandika kila mwenye kumsalia mtume eh. ki ki kwa hiyo hatukunjiki, ikiwa wewe mwenyewe uvivu ni wako kwako. Mwenyezi Mungu atubariki, inshallah, hajjun mabrurun wa dhanbun maghfurun amen wasai mashkuru Amin. Amnu, wa kulu amn wa antum bi khairi. Tulikuwa na alhaj Mahdi kutokia Dar es Salaam akieleza machache kunako ibada ya haji katika viunga hivi vitukufu vya Madina. Huzuni iliyojaa usoni kwake ni kwa sababu anauacha mji mtukufu ambao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yupo hapa Naam. lakini nuru iliyojaa usoni kwake ni kwa sababu amekamilisha ibada ya haji Naam. na amekwenda kumsalimia bwana mtume Naam. mara kadhaa wa kadhaa Bas, Allah amrejeshe tena na waumini wengine waliongana nao, insha allah. Hajjun mabrurun wa dhanbun maghfurun wa sa'in mashkurun. Malikuwa na Ashim, Al Azhar TV Madina.